Habari za wakati huu. Karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa. Kubwa ni kuelekea Desemba tisa ambapo tumeshuhudia ujumbe wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambao umewasilishwa kwa watanzania na waziri mkuu eh, Dr. Mwigulu Nchemba ambapo mheshimiwa Rais Dr. eh, Samia Suluhu Hassan amewatakia watanzania wote sikukuu njema kabisa ambapo Tanganyika inaazimisha siku ya tarehe tisa Desemba, siku ambapo Tanganyika ilijipatia uhuru wake. Na kubwa zaidi, mheshimiwa rais akituma ujumbe ambao umewasilishwa na waziri mkuu Mwigulu Nchemba, amewataka watanzania ambao kwa siku ya kesho watakuwa hawana shughuli yoyote ambayo itawafanya wasitoke na nyumbani mwao basi wahakikishe kwamba siku ya kesho wanaitumia vizuri na kusherekea vizuri Desemba tisa wakiwa majumbani mwao. Kuelekea siku ya kesho Desemba tisa ambapo pia kwenye mitandao ya kijamii wanaharakati wamezidi bado kuhamasisha maandamano ambayo yamepigwa marufuku na jeshi la polisi Tanzania, lakini pia serikali ikipinga E, maandamano hayo yaliyopangwa kufanyika Disemba 9 ambayo mpaka hivi sasa bado yanazidi kuhamasishwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene amesema maandamano yasiyo yasiyokuwa na kikomo yaliyopangwa kufanyika kuanzia eh, kesho Disemba 9, 2025 hayana kibali na ni haramu huku akisema kama yale ya Oktoba 29 yalisababisha watu kufariki na hasara nyingine kubwa, na haya ya kesho yanasemwa yatakuwa makubwa zaidi ya yale, basi kwa hakika hayo ni mapinduzi na siyo tu maandamano. Amesema kama kesho wanasema yatakuwa ni makubwa ya kuliko yale yaliyotokea Oktoba 29 na kusababisha watu kufariki, lakini kumbuka bado Eh, serikali haijataja idadi ya watu waliofariki kutokana na vurugu za kuanzia Oktoba 29 mwaka huu na kuendelea. Lakini anasema kwamba kama kesho wanaharakati ambao wanahamasisha maandamano, wanasema kwamba ya kesho yatakuwa ni makubwa zaidi kuliko ya Oktoba 29, basi hakika hayo si maandamano, basi ni mapinduzi. Joji Simbachawene amesema hataki watu wapoteze maisha, yaani kile kilichotokea tarehe 29 Oktoba 2025 hataki kitokee tena, ambapo tulishuhudia Watanzania wakipoteza maisha. Akiongea leo Desemba 8, 2025, Simbachawene amesema hali ya usalama wa nchi yetu mpaka sasa ni shwari kabisa, lakini pia hali inaendelea kuimarika baada ya shida tuliyoipata Oktoba 29 na burugu zikatokea, hasara nyingi zikatokea, mali zikaharibika, watu wakafariki. shida ambayo nisingependa itokee tena, maana hasara yake mpaka sasa tunaumia nayo. nitoe pole kwa walioathirika wa na jambo hilo. Anasema kwamba bado hasara yake ya kile kilichotokea Oktoba 29, watu wanazidi kuumia eh, mioyoni. Kwa hiyo ametoa pole kwa wote walioathirika na tukio la Oktoba 29. George Simbachawene ameyasema hayo leo e, kuelekea Desemba 9 ambapo bado wanaharakati mitandaoni e, wanazidi kuhamasisha maandamano ambayo yatafanyika e, kuanzia kesho. Lakini pia George Simbachawene amesema, nawashukuru viongozi wetu wa dini, bila kuwataja, kwa nyakati tofauti wametoa kauli za kutia moyo na kufundisha waumini wao juu ya amani katika taifa. Wamefanya kazi nzuri kulituliza taifa. Desemba tatu, polisi walitoa taarifa ya tukio jingine linalohamasishwa na wanaharakati mbalimbali wasiotakia mema nchi yetu, kwamba kesho, Desemba tisa, kuna watu wamehamasisha maandamano yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayaonekani yameombwa na nani, yaani hakuna mtu aliyeomba kibali cha kuandamana lakini pia kwa utaratibu gani? Maandamano yanayoruhusiwa na katiba yetu ni yale ambayo yanaombwa na watu mahususi na yanakuwa na ujumbe mahususi, yanaelekeza yatafanyika wapi na yatatokea wapi hadi wapi, ili polisi wawe na taarifa. Lakini haya ya Desemba 9 tunaambiwa ni makubwa kuliko ya Oktoba 29 yaliyosababisha watu wakafa. Sasa haya tunayoambiwa makubwa kuliko yale hayo, siyo maandamano, hayo ni mapinduzi. Maandamano hayo ni haramu, hayaruhusiwi. Wale ambao wanashabikia wanaona wameichoka amani, tuwaombe sana, maandamano hayo hayakubaliki. Kwa hiyo, vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti. Tunawaomba wananchi wasiohusika na mpango huo kutoshabikia iwe mtandaoni au kujitokeza kwenda kuangalia au kuchungulia tu wanachokifanya wananchi wasisubutu kujitokeza maana maandamano haya ni haramu. Ni George Simbachawene, waziri wa mambo ya ndani, kwamba kesho usitoke hata kwenda e, tu kuchungulia nini kinaendelea. E, usitoke kwenda kuchungulia nini kinaendelea, lakini pia katika kile ambacho amekizungumza amesisitiza pia kwamba kesho, e, kama mtu atataka kutoka nje basi hakikishe kwamba anaondoka na kitambulisho chake ili kuepusha usumbufu. Lakini pia amesema kwamba sisi upande wa serikali na polisi tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kila mtu anakuwa salama, na wala hatulazimishi mtu kubaki. Kama ana shughuli, ni kutoka na vitu muhimu, ili ukiulizwa useme natoka hapa na kwenda hapa, na uwe na kitambulisho kwa zile siku tatu Nadhani mliona nchi za wenzetu waliovuruga amani wanaishije? Maswali usichoke, utaulizwa na utajieleza, maana tumeitaka wenyewe, lazima twende kwa staili hiyo hiyo. Kwa hiyo kama kesho una shughuli yako na unahitaji kutoka nyumbani, hakikisha kwamba unatembea na eh, kitambulisho chako kuepusha usumbufu. Maswali utaulizwa, unatoka wapi, unakwenda wapi. Lakini pia kitambulisho eh, ni muhimu sana lakini pia amesema kwamba eh, kama kesho utaona huna ulazima wa kutoka. Amesema serikali haiwalazimishi wananchi kubaki ndani kesho Desemba tisa, lakini ameshauri kuwa kama hakuna ulazima wa mtu kutoka ni vema kabaki nyumbani, wakuwa hali ya mambo haitabiliki. Kwa hiyo kama unaona eh, huna shughuli ya kukufanya utoke, basi baki nyumbani lakini pia kama utaona ni sawa kutoka toka, serikali haiwalazimishi wananchi kubaki ndani, lakini wameshauri kama utakuwa hakuna ulazima wa mtu kutoka ni vyema ukabaki nyumbani e, kwa kuwa hali ya mambo haitabiriki. Kumbuka Oktoba 29 asubuhi saa moja, saa mbili, saa tatu, watu walisema kwamba hakuna maandamano, lakini lipofika mida kuanzia saa nne kasoro tukaanza kusikia e, tayari huko kimeumana maeneo mbalimbali nchini Tanzania watu wakiwa tayari wameanza kuandamana simba, Simbachawene amesema kesho ni public holiday, kama hakuna lazima sana wawewe kutoka basi ujizuie kutoka, kwa sababu haya mambo kama unavyosema hayatabiriki. Yanajadiliwa kwenye space mjadala, mjadala mkubwa upo space. Ukiangalia kwenye ground huku huoni, lakini sijui watu wanavyohamasisha eh, siku hizi na vitu vya cyber space, hata wakatekeleza jambo la Oktoba 29 na tulikuwa tunaliona kama la kawaida, kwamba haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo hauwezi ukadhalau kimsingi, kama hakuna ulazima wa wewe kufanya movement, jizuie, uangalie hali halisi inakwendaje, baki nyumbani kama ulazima hakuna. Ni Joji Simba Chawene, waziri wa mambo ya ndani, akisema kwamba kama hakuna ulazima wa kutoka kesho, basi baki ndani, lakini pia hata ujumbe eh, wa rais Dr Samia Suluhu Hassan ambao umewasilishwa E, na waziri mkuu e, Mwigulu Nchemba pia ujumbe wake ni huo huo, kuwataka watanzania wale ambao watakuwa hawana shughuli za kuwafanya waweze kutoka nje basi wahakikishe ya kwamba wanabaki nyumbani ya kwa siku ya kesho Disemba e, tisa ambapo maandamano makubwa yamehamasishwa kupitia mitandao mbalimbali ya mbali kijamii na tayari siku ya kesho imetimia, ambapo maandamano hayo ni haramu, hayaruhusiwi. Eh, waziri wa mambo ya ndani amesema hivyo kuelekea, lakini kubwa amesema kwamba vifo vilivyotokea Oktoba 29 hataki vitokee tena siku ya kesho. Ningependa sasa hili niliache kwako, Mtanzania, waziri wa mambo ya ndani, lakini pia nikukumbushe E, katika hotuba yake rais wakati akizungumza na wazee wa jiji la Dar es Salaam, alitumia nafasi yake pia kama rais kutoa hotuba kwa Tanzania ambapo aligusia vitu kaza wa kaza, akigusia maandamano ya Oktoba ishirini na tisa, e, pamoja na vurugu zilizotokea Rais alisema kwamba kile kilichotokea, lakini pia nguvu ambayo serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama walitumia kutuliza vurugu ziliendana pamoja na matukio ambayo yalikuwa yanatokea. Kwa hiyo alisema kwamba sisi kama serikali tumeapa kuilinda nchi, hivyo kwa kutumia vyombo vya ulinzi na usalama, basi serikali itahakikisha kwamba Tanzania inabakia kuwa salama. Lakini pia rais alitoa onyo kuelekea Disemba 9 ambapo pia alikiri kuona maandamano hayo yakihamasishwa kupitia mitandao ya kijamii lakini pia akidai ya kwamba watu hao wamekuwa kidai ya kwamba yasifanyike Desemba tisa yafanyike tarehe tano ya mwezi wa kumi na mbili kwamba hii ya Desemba tisa serikali imeshtuka, lakini eh, kubwa zaidi mheshimiwa rais akasema, tumejipanga kisawasawa, eh, kutuliza vurugu ambazo zitajitokeza. kubwa kama mtanzania atochemone yako hapa na ni kusitu. Kwa taarifa zaidi hakikisha kumbuka hapa kila wakati. Nasi tutakuhabarisha kitu gani ambacho kinaendelea ya kuelekea Disemba tisa, lakini pia kesho Disemba tisa, matukio yote habari mbalimbali tutakuhabarisha hapa, tujue nini kinaendelea Tanzania. Lakini kwa hivi sasa pia nimejaribu pia ya kupitia wanaharakati, bado wanahamasisha, lakini pia wameanza kuposti vituo ambavyo waandamanaji watakutania. Tochemweneako hapo, na tukutane wakati mwingine.